Wewe midali kiongozi mkuu wa serikali, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uakima, karibu sana Moshi. Wananchi tuingie, tuingie, tuingie. Wananchi tuingie, tuingie. Naomba hapo getini wasisimame watu wetini wasisimame watu, kija huko, nafasi zinatosha. Tuende kule, nafasi ni nyingi tayari. Mheshimiwa Waziri Mkuu amepokelewa na Mheshimiwa mkuu wa

u anaendelea kusalimiana na viongozi mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro, lakini pia waheshimiwa madiwani wote wako hapa. Mheshimiwa Waziri Mkuu oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana katika eneo maalum la kupokea taarifa ya mradi, na kwa heshima kubwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimkaribishe ndugu Shedrack Mhagama mkurugenzi wa halmashauri aweze kutoa taarifa ya mradi. Ndugu Shadrack Mwagama karibu sana. Eh, kufika mahali hapa salama katika halmashauri yetu la Moshi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mradi huu wa ujenzi wa jengo la utawala umefanyika katika kata ya Kimochi kijiji cha Sango katika eneo lenye ukubwa wa hekari 8.1. Eneo hili limepimwa na lina hati miliki namba 71751, ploti namba 103. Mradi huu ulianza tarehe 6 Septemba 2021 na kukamilika tarehe 31 Septemba 2024. Lengo la mradi ni kuboresha mazingira ya utoaji huduma kwa wananchi na kuboresha mazingira ya kufanyia kazi kwa watumishi ili waweze kutoa huduma bora. Jengo hili lina jumla ya ofisi 48, ukumbi mmoja mkubwa, ukumbi mmoja mdogo, e, ukumbi mkubwa unatosha watu 93, ukumbi mdogo unatosha watu 26. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Halmashauri ya Wilaya ya Moshi ilipokea jumla ya shilingi bilioni 3.2 kwa ajili ya ujenzi kwa awamu nne. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jengo hili ujenzi wake umekamilika na lina uwezo wa kuwezesha ofisi 48 zenye jumla ya watumishi 201. 21 gharama za ujenzi zimetekelezwa kila kazi ni kama inavyoonyeshwa kwenye jedwali letu tumeliweka hapo, lakini tulikuwa na mzabuni ambaye alipewa kazi ya kujenga ni Suma JKT na alijenga kwa milioni 550.7. Halmashauri ilinunua vifaa vya ujenzi vyenye thamani ya shilingi bilioni 1.9. Jumla bilioni 2.5 zilitumika kujenga ofisi, majengo ya ofisi kuu milioni 273 zilitumika kujenga uzio pamoja na kibanda cha ulinzi ambalo unazunguka jumla ya hizi ekari nane na shilingi milioni mia moja hamsini na tatu ilifanya kazi ya kupandaa mahala hapa kupata landscape nzuri kama panavyoonekana. Kazi za nje zilikamilika kwa shilingi milioni mia moja hamsini na tatu point tisa pia kulikuwa na ununuzi wa thamani ambapo tulipokea shilingi milioni mia tatu Mheshimiwa wa Waziri Mkuu, mradi huu umeleta manufaa makubwa ya kiuchumi, kijamii na kisiasa. Wananchi wapatao 176 pia walipata ajira ya muda ikijumuisha mafundi wakuu, mafundi wasaidizi, mamalishe, wauza vifaa na wasafirishaji wa vifaa vya ujenzi, hivyo kuongeza kipato chao. Pia uwezo wa kujenga jengo hili umeongeza ufanisi katika kutoa huduma bora kwa wananchi katika halmashauri ya Moshi. Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa mwaka wa fedha 2025 2026 e, eh, tayari tumeshapokea shilingi milioni mia saba, ambazo tuliziomba ili tuweze kuongeza ukumbi mkubwa, kwa sababu halmashauri yetu tayari na madiwani wengi wapatao 43 wa tukijumlisha na wabunge tunakuwa tuna takriban 46 na wadau wengine tukawaita kwenye vikao, ukumbi ambao tuko nao hautoshelezi. na shukuru sana serikali ya awamu ya sita chini ya Dkt. Samia Suluhu Hassan Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutupatia tena hizo shilingi mia saba na tuko kwenye mchakato wa kuanzisha kujenga ukumbi pamoja na store. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunapenda kuishukuru sana serikali ya awamu ya sita chini ya Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutupatia fedha za kutekeleza ujenzi wa, wa miundombinu mbalimbali ikiwemo sekta ya afya, utawala, elimu, barabara, maji na mifugo na kama maeneo mengine ulivyokishashuhudia. Kwa heshima kubwa na taadhima tunaomba tumkaribishe mkuu wa mkoa akukaribishe ili uweze kutuzindulia jengo letu. Lakini kabla ya hapo, niombe injinia wetu aweze kukupitisha kwa haraka sana kwenye mchoro e, kabla ya kutembelea jengo. Asante sana. Lakini moja kwa moja anaelekea katika eneo mahususi lililoandaliwa kwa ajili ya kuweka jiwe la uzinduzi wa mradi wetu Dr. Mwigulu Nchemba oye! oh yeah! Mheshimiwa Waziri Mkuu anaelekea katika eneo maalum ambalo limeandaliwa kwa ajili ya kuweka jiwe la uzinduzi wa mradi wetu wa halmashauri ya wilaya ya Moshi. Na baada ya hapo tutapata picha chache, alafu tutaelekea eneo la kupanda mti. Niombe mheshimiwa mkuu wa mkoa yupo, mheshimiwa naibu waziri yupo, mheshimiwa mbunge na tukae kwa staili ya V. Asante. Waheshimiwa viongozi tukae kwa staili ya V ili tuweze kupata nafasi ya picha nzuri ya kumbukumbu -kumbu katika mradi wetu huu mzuri. Mheshimiwa Waziri Mkuu anaendelea kuwaita viongozi wote watokee katika jambo lao. Mheshimiwa Mkenda karibu. Mbunge wa Jimbo la Vunjo. Mheshimiwa Koola jambo linakuhusu hili. Haya, tupo tayari. Asante, makofi mengi na vigeregere. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa ridhaa yako nitasoma jiwe: jengo la ofisi ya halmashauri ya wilaya ya Moshi limezinduliwa na Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba Mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tarehe 20 Februari 2026. Makofi mengi na vigeregere. Jengo la halmashauri oye!